Mtandao wa kuiba mafuta na vilainishi vingine vyote vya pale Tanesco, diesel inaibiwa wakishirikiana na walinzi ambao tumeweka getini, wakishirikiana na baadhi, kwa sababu wala hatumumunyi wala maneno siri yeah. Wako baadhi watumishi, lazima tucheze nao ngoma moja. Wako watumishi wa Tanesco, wako walinzi ambao wanalipwa fedha nyingi kodi yetu wako wananchi ambao wanavuta upepo bure, hawalipi, wanahujumu miundombinu ya Tanesco. Lakini mtandao huu siku zake zimeishia jela. Sio siku za mwizi arobaini, siku za mwizi, sehemu ya mwizi ni jela. Kwa ni watake jeshi la polisi, msimame kidete kuhakikisha kwamba kesi hii ina maslahi mapana ya jamii. Yeah, mnasema public interest. Yani hii ngoma inataka kila wakati muni update. Lakini itakuwa fundisho kwa watu wengine ambao ni wahujumu wa miundombinu ya TANESCO. Imezungumza hapa swala la wizi wa vifaa au mali mali gafi za TANESCO. Wingi wetu hapo hakuna hata mmoja aliyewahi kuona. Wingi wetu hapa hakuna hata mmoja aliyewahi kuhoji. Aya, huyu mtu anawaka na atoa wapi? Ukishajua haya anatoa TANESCO, lazima tena ujiulize ni yanatoka kiuhalali. Mmenielewa? mpaka hapo, hayo yanatoka kiuhalali, upate majibu. Ukikosa majibu, unawatafuta viongozi. Wanakuja watu ambao sio wa kawaida, lazima vile vile mwatolee nini taarifa. Sawa. Kuna watu wasio waaminifu, wanaiba yale mafuta, na bahati mbaya sana, au bahati nzuri hayatunzwi hewani, yanatunzwa kwenye majumba yetu humu humu. Sasa niwaombeni sana, kwenye maisha njia ya mkato huwa inakupeleka mahali pabaya. Fanya kazi halali. Hayo yanayotendeka hapo, maana yake una athiri utendaji wa wilaya nzima. Hapa tuna hospitali, watu wanatakiwa wafanyiwa operesheni. Haya, afikiria ndo ndugu yako yuko pale, alafu mafuta yameisha, na sisi wenyewe ndo tunahusika kwenye hiyo biashara. Hizi ni mali zetu sote, wote tuwe tuna uchungu kwa sababu zinatusaidia sote. Au umeme unamsaidia watu wachache? Sasa kama tutakuwa tunafanya hiyo biashara ya kuiba, hiyo hela ya kuja kupeleka sasa kwenye vitongoji vilivyosalia, tunatoa wapi?